Natoa mfano ule mwili ile mfano ya ndani nyingine ni bora na ya kupenda kwa kwa mheshimiwa Alifa. Ziko za ana ziko zimeshindikana jamani. Ujio mpongeze huyu Profesa Ben Hamad Shara, anatoa ampeleka kwenye kwenye kamati yetu ya usalama, wanasimamia vizuri mambo ya mimi na sitaongea kwa kushahidi. Jambo lingine ambalo linasaidia sana amekuja umana tumeanza kupata hati safi na kujibu hoja zote zisizokuwa uzatuua. Amekuta mahoja kibao ya wakurugenzi wenzake ya nyuma ya mjumbe yaliyoshindikana ya yalikuwa mia mia moja kayaburuza yote tukabakia 20. Kaburuza zote tukabaki 9 tenda tuzile nyepesi. Sikuwa hapo.

Ukilisimamia okay, vizuri mara anapotakiwa ukali kwa mkali, mahala ambapo anatakiwa msaada ni kwa msaada. Mimi nakushukuru yes, sana, ingawa mwingine a nakata manufaa andika huko juu matume yanakuja, lakini serikali ina macho mengi, wameisha kuja tume tamwe, lakini sisi wengine tulikuwa tunafanya kazi vizuri na watumishi. Mpeni ushirikiano, sisi tunaondoka. Huyu ndio mkurugenzi, ndio mwenyekiti wa halmashauri.